Sio wote, baadhi. Kwa hiyo naombeni kwamba tukubaliane, this is the time for change, tubadilike na mniambie mimi. Mimi nasoma bajeti yangu tarehe 21 au 22 mwezi wa tano. Kama kuna jambo mnaloliona kwamba we should do, iambieni bodi ili waniletee. Kama kuna jambo ambalo mnadhani ni critical tufanye. Mlileta hoja za VAT ri, ri, nini kulipwa VAT tulienda wote, wizara ya fedha, waliokuwepo, si ndio? Mmelipwa, lakini bado hiyo itaendelea kuwepo kwamba kuna VAT za nyuma zingine hatujalipwa. VAT itakuwa ni ongoing process, tunahangaika kutafuta tax structure. Tulipata kidogo mwaka jana, bado yaliyobaki tutaendelea kugombania mwaka huu. The government is ready to give all the necessary support kwenye sekta ya chai tunafanya utaratibu tujue annually ni tani ngapi ya mbolea inahitajika kwenye chai, ili tuitengenezee skimi ya subsidy tofauti na subsidi inayoendelea. Lakini msinilazimishe kutumia mbolea ya Yara, nitatumia mbolea ya viwanda vya ndani. kwa mimi nitaweka msosi hapo mezani, anayetaka achukue, asiyetaka aende. Ruzuku ya chai itaenda kwenye estate kwenye mbolea na itaenda kwa wakulima wadogo ya mbolea. Ukitaka mbolea ya kupandia ya DAP utafata ruzuku iliyoko TFRA. Hii ya hapa tutauza bei, mtalipia kwa bei chini ya asilimia 50 ya bei ya kiwanda na hii itawahusisha wenye viwan, mashamba makubwa na wakulima wadogo. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana. Hii kampuni ya Kichina inaitwa Hang Holding Z Holding ya yeah, yes, simameni stand up, I introduce you to the new to the other players. Hawa ni new investor wanajenga kiwanda Kilolo na wameshaanza process na Rungwe, na watanunua chai kwenye maeneo hayo, na wana aina ya chai yao ambayo yenyewe bei yake itakuwa tofauti na normal tea ambayo tunauza kawaida. Kaini, you can sit na sijui kama halmashauri ya Kilolo wako hapa, wapo, wapo? Aha, okay, yes. Sasa nachotaka nikuombe DC, dada yangu, na mimi nakufahamu vizuri sana nisaidie wale ushirika na mraji, si uko hapa, nitakifuta kile chama cha ushirika. Serikali tumewapa almost milioni 500 ya kusafisha shamba lao na mashamba yale yote, saa hizi mashamba yameota majani, wanataka tena serikali iwasafishie, si ndio mrajisi bwana? Na tuliruhusu nyinyi wenyewe huko huko kwa halmashauri mteue kampuni ya kufanya hiyo kazi, si ndio jamani? Sasa eti wamesafishiwa, halafu wanataka tena serikali irudi kuwasafishia. Waambie nitakivunja hicho chama na nitaondoa huo ushirika wao, wakasafishe na watimize wajibu wao, na mraji silo ulisimamie. Haiwezekani, vunja, ondoa hao viongozi wote saba, tafuta watu wengine wenye akili timamu waongoze huo ushirika. Kwa nini serikali tumeanza kununua mashine za kuprocess chai kwanza. Hii dhana ya kwamba chai ya Tanzania hainyweki duniani ni uongo, na kuanzia leo DG, na mwenyekiti wa bodi na wadau, hiyo hoja msije nayo kwangu because I have done my own research, nimetuma watu wangu. Watu wanataka chai ya Tanzania, lakini wanataka chai bora, sio makapi. Sasa nyinyi mnaua crop kuanzia shambani, hamweki mbolea, hamfanyi nini, what do you expect? Alafu mnasema unajua, chai ya Tanzania haina ubora. Mtu haja, hajawahi kubadilisha hata conveyor belt ya kiwanda chake miaka 15, 20 anaiunga kwa kwa, kwa kwa kwa sindano alafu ikianda perform Efficiency ya kiwanda iko chini, unabebesha cost. We cannot go on like this. Mimi nakuwa mkweli eh, yapo matatizo ya kwetu, si serikali ya kwetu, serikali. That's why serikali imeamua kuunganisha tashtida na bodi ya nini chai, tunabadilisha muundo wa bodi hii traditional ya kujiita mimi body regulator, nimekuja hapa, hiyo biashara is gone, hiyo imekwisha. Ni jukumu la bodi ku protect its industry, ni jukumu la bodi kuhakikisha kuwa linasaidia ku facilitate trade. Nimemwambia mkurugenzi wa bodi, ni jukumu la serikali kuhakikisha wakulima wanakuwa certified, badala ya huu mzigo kuwaachia viwanda peke yake. Ni jukumu letu sisi serikali, they have to do that job. Hiyo gharama asiibebe mkulima, wala asiibebe mnunuzi wa chai, waibebe wao, kwa sababu dunia imebadilika, ina mahitaji maalum. Hatuwezi kuendelea kuiendesha sekta ya chai kwa utaratibu ule ule wa zamani. Sasa hivi tume ya umwagiliaji inaendelea kufanya hizo feasibility study na detailed design ya maeneo mengi ya chai. We will support even estate kwa ajili ya kuweka irrigation scheme. Tutawa support. Mimi niko tayari, estate ije iseme nimeshafanya design na kila kitu. This is my study. Mimi na wakulima wangu, naombeni serikali mtusaidie kutuwekea miundombinu ya umwagiliaji. We will do that. Kwa hiyo mimi sitaki, nataka nimalizie. Nitaomba ndani ya siku kumi na nne technical team hiyo imeniletea mjengeko wa bei, ili tuweze kudetermine bei ya wakulima, tuweze kudetermine gharama za uzalishaji. ili ni la kwanza, nadhani umenielewa vizuri sana Majid. Kwenye eneo hili nitaomba bodi hii ya sasa ina watu ambao ni open mind na ni private sector oriented. Ni waombe wenye viwanda itumieni hii bodi kuweza kutatua matatizo tulionayo kwenye sekta ya chai. Mwenyekiti, karibu. Yaani huyu ni bosi wangu, na akikataa mwakani ntakuwa sina bajeti. Kwa hiyo inabidi niwe na adabu. Kwa hiyo muitumie hii body for engagement ili tuweze kutatua matatizo yaliyoko na yanayotukabili katika sekta hii. It is immoral. DL leo unadaiwa na wakulima left right and center. It's not right at all. Go and tell David he's my friend and you know that. Mwambie. Haiwezekani hichi kitu kikaendelea, haiwezekani, haiwezekani kuifanya serikali ya wilaya kufanya everyone into stress. Nimetoa mlango, the government is ready to off-take all your infrastructure, lakini kuwe kuna uwazi on the process of valuation tumeamua kuanza kununua viwanda kama wizara ili kumbadilisha mkulima, na tumeshanunua kiwanda kimoja na nimewaagiza hao wanunue vingine vitatu, ambavyo tutavifunga kuwa viwanda vya wakulima wadogo, ili wakulima wadogo watoke kuuza majani, wauze nini? Chai nyeusi. Watu wengi wanaona hili jambo ni la muujiza, lakini linawezekana. Miaka minne iliyopita nilitangaza kuanzisha benki ya ushirika, watu waliniona chizi kabisa. Tarehe 28 tunazindua benki ya ushirika, na kwenye benki hii Nsekela na wenzake wa Commercial Bank waliomo humu ndani wanajua benki hii itakuwa inadirisha maalum ambalo litakuwa ni dirisha la guarantee scheme na equity fund, na tutaweka pesa serikali. Tutaanza na bilioni 100 shilling kwa ajili hiyo, ambayo interest yake itakuwa ndogo sana na itakuwa long term. Sasa hivi nyinyi wenye viwanda mkienda kukopa benki, maximum miaka mitano, si ndio? Ukipata miaka saba unashangilia kweli, hiyo unaona ni dili lakini kwenye kilimo haiwezekani, ukainvesti urudishe hela ndani ya miaka mitatu minne mitano, haiwezekani. Kwa hiyo tunafungua hilo dirisha la equity fund, litakuwa ndani ya benki ya ushirika, chini ya mfuko wa adjective. Na sio kwamba tutaweka hela, hatuna tushapata. Hela za kwanza kutoka African Development Bank, na benki hii inaanza, ina matawi manne na mawakala, vyama vikuu vyote vya ushirika vitakuwa mawakala wa benki, vyote nchi hii vitakuwa vinafanya kazi ya kufungua akaunti ku deposit ku withdraw, na baadhi ya vyama tutavihusisha kwenye swala la insurance. Kwa hiyo hizi ni reform tunafanya, na I believe wakulima wadogo kumiliki viwanda inawezekana. Lakini hatutaruhusu wakulima wadogo wamiliki viwanda kwa mfumo wa Mvyulu. Mvyulu lilikuwa genge la wizi, chama kikuu cha ushirika cha Mvyulu kilikuwa ni genge la wezi, waliuza kila kitu. Na nataka niseme hapo tunamlipa Dome Mercantile, lakini sintawakabidhi hicho kiwanda mi. Mmekaa mahakamani miaka ishirini, mtaenda miaka ishirini mingine Tunachukua modo ya Kenya. Kenya, mkulima ana own farm, wakulima wana own viwanda vidogo, wakulima wanakabidhi a consulting firm or a management company to run nini factories. Wakulima wanapouza wanauza black tea.